Tunazungumzia leo ni sheria ya bima za magari. Kwa nini tunazungumza kitu, lakini kwanza, naanza nimchokoze mgeni wangu uh, mgeni wangu anaweza kuongea na Inspector Manyama. Karibu sana Inspector Manyama kwenye kipindi. Asante uh, sana ndugu msa. Tunapozungumzia sheria ya bima za magari tusaidie wewe kama uh, mtaalamu na kutoka jeshi la polisi, usalama barabarani. Kwa nini tunazungumzia ama tunasisitiza kwamba ah, e, magari yetu yawe na bima? Karibu. Asante. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. E, sheria ya bima za magari ni sheria ambayo uh, inatoa haki na uh, wajibu kwa kwa wamiliki wa magari kwamba ni sheria muhimu sana, kwamba inapotokea ajali eh, lazima uh, kutakuwepo na na fidia kwa wale ambao ni wahanga wa ajali. Kwa hiyo sheria hii uh, ina, ina inatoa haki kwamba wahanga wanapokuwa wamepata ajali eh, wanapata fidia. Kwa utaratibu upi? Kwa hiyo ime, imeeleza utaratibu namna ya kuweza kupata fidia zao, lakini pia imeeleza wajibu wa mmiliki wa gari kwamba ana wajibu wa kukatia gari lake bima, na inapotokea madhara ambayo inaweza kusababishwa na kile chombo cha moto kwa maana ya gari, na sasa e, wale walioathirika na ile ajali ili waweze kupata fidia kupata fidia lakini kizungumzia uh, bima kwa upana wake. Inawezekana kuna mtazamaji ambaye anaelewa bima kwa mara kwanza leo ama kwa, kwa, kwa, kwa amaa insurance uh, Michael Hanga, yeye ni msimamizi mkuu wa idara ya bima pale toka maendeleo benki. Naomba nisaidie, tunpozungumzia bima kwa upana wake, mtazamaji aelewe bima ni kitu gani? Karibu. Asante karibuaannmtangazaji bima kwa upana wake, kwa lugha nyepesi tunasema ni, ni mchakato ni process, baina ya watu wawili. Mtu mmoja anakwenda kwa mwingine kuomba ulinzi kutokana na majanga kadha wa kadha atakayoainisha. Huyu mtu atachangia kiasi fulani cha pesa, upande wa pili unapokea kiasi cha pesa na kutoa ahadi ile promise ya kusaidia kukava au kwa lugha nzuri ya Kiswahili tungesemaje kukava yale majanga wakati watakapotokea. Na hii mara zote au mara nyingi huwa ni mkataba wa mwaka mmoja. Kwao utaona ni mchakato, watu wawili, mmoja anasema nataka majanga yangu haya uyakave, huyu bwana. Upande wa pili anamwambia utachangia kiasi kadhaa, ili mimi niweze kukava haya majanga yangu kwa kipindi fulani mara zote ni kipindi cha mwaka mmoja. Kwa hiyo hiyo ndo kwa kifupi na kwa uelewa rahisi unaweza kusema bima. Sasa inatokea bima. Lazi, e, ndio bima sasa inatokea kwa sababu bima ni ulinzi. Bima ni ulinzi, yeah. Maana kwamba mtu imrudishe pale alipokuwa alipokuwa awali aendelea maisha ya kawaida, so. Nirudi kwa Inspector. Inspector, tumepata definition hapa na maelekezo kwamba bima ni kitu gani? Ni kumrudisha mtu kutoka sehemu yake alipokuwa kwanza baada ya janga kutokea mm -hmm. Na mtu anasema mtu ambaye anatoa bima anapokea kiasi cha fedha mm -hmm. Na mtu mwingine anakuwa na, na, tumindia, na kwa mkataba kwamba nikipata majanga, wewe utamrudisha alipokuwa. Sasa tuzungumzie tumzungumzie abiria Mtanzania ambaye leo hii ama kesho atasafiri, kumbuka mwisho wa mwaka. Watanzania wengi wanasafiri, wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wanapanda vyombo vya moto. Inawezekana ndio vina bima ama bima yake imekwisha. Hapa nitaongea na inspekta hmm. Uh, huyu wa abiria ajiridhishe vipi anapokwenda kukata tiketi, yonekane akatambue kwamba chombo hiki cha moto nacho kipanda kimekuwa covered na bima ama kime, kimekiwa bima? Hebu tusaidie, nitatambua vipi mimi abiria kawaida? Ndugu mtangazaji, na na wote uh, wanayotusikiliza kupitia television, sasa e, kwa abiria anayesafiri na mabasi, kwa maana mabasi ambayo yanaenda mikoani au mabasi au daladala tuseme zinazofanya biashara kwa hapa jijini Dar es Salaam, kwamba abiria kwa kawaida wao walisha shakuwa na mazoea tu kwamba ataingia kwenye, kwenye gari atachukua tiketi lakini huwa hawezi kuangalia kwamba hili gari ama lina bima ama halina bima. Wao huwa tu wana mazoea kata tiketi na kuingia kwenye gari. Kwa hiyo swala so la kujua kwamba gari hili lina, lina bima au halina ni kwa gani tatizo kwa labda tu ni kwamba elimu inahitajika sana kuambilia, lakini kama atapanda gari ambalo mathalani halina bima na ajali katokea, eh, anapataje sasa fidia?